Dada Fausta, mambo poa. Unaendeleaje? Jambo. Workshop ya leo imeenda vizuri? Imeenda vizuri sana. Kwa upande wako umejifunza nini? Nimejifunza vitu vingi. <laughs> E, mfano mzuri ni kuhusu mada ya leo, na kikubwa ni kukataa kunyanyaswa kwenye kazi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, kituo chetu kinasikiliza upande zote za bosti na we dada. Jamani, wadada, unapopitia manyanyaso inatakiwa kutoa taarifa, sio kuvumilia. Haujaenda pale kunyanyasika, umeenda kufanya kazi. Kwa hiyo namshukuru sana bosi Jack, Jacqueline Shuma. Hana shida kabisa. Ni <laughs> kabisa yeah. E, namshukuru Mungu kabisa. Sawa, so, so, basi sisi tunafurahi tunaona kwamba kila workshop inavyokuja inakuja na topic yake na tunaamini kwamba kila topic inakujenga kwa namna moja au nyingine, au si kweli? Aya, basi nashukuru tutakutana tena mwezi ujao. Asante. Aya, karibu sana Wadada Center. Dada Christina, mambo poa? Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Naona umewaka leo. Si unajua <laughs> so, leo tena ilikuwa ni siku nzuri ya sisi wote kujumuika kwa pamoja. Yeah, ndio. Sawa so, sasa leo kwenye workshop ya leo wewe kikubwa umeelewa nini na umejifunza nini? Uh, kwenye workshop ya leo nimejifunza vingi lakini nikiendana na mada kuu ambayo ilikuwa inahusiana na unyanyasaji, kwamba unyanyasaji unaweza ukatokea pande zote mbili, pande za wadada lakini pia pande za mabosi au pande za waajiri. Kwa kila mmoja anatakiwa ajue ni kitu gani ambacho anatakiwa kufanya ili asimsababishie unyanyasaji mwenzake. Kwa kila mmoja akikaa katika nafasi yake, mimi naamini mambo yanaweza kwenda vizuri, kwa kwa sababu unyanyasaji unaweza kutokea kwa yoyote kati ya hao. Ndio, we umeshawahi kunyanyaswa? Hapana, mimi sijawahi kukutana na unyanyasa. Umeshawahi kunyanyaswa kokote? <laughs> Ndio, inaweza kutokea kiubinadamu, aidha kwa kujua au kwa kutokujua, lakini pia kutokana na, unajua sisi ni binadamu, tuna mapungufu yetu, kwao unaweza nikamkosea mwenzangu, hata kama nikimsababishia maumivu akanung'unika, jamani, Christina alinifanyia hivi. Huo pia ni unyanyasaji, unyanyasaji wa kihisia. Ah, umeweza. <laughs> Nashukuru sana. Haya basi, nakukaribisha tena workshop ijayo, tutakutana. Haya, asante sana, asante Haya, huyo ni dada Kristina, mdau wetu mzuri sana, dada yetu anatuwakilisha vizuri sana. Yeye amejifunza hicho kwa upande wake kwenye upande wa kuhusu mambo ya kunyanyasa nyanyasa. Yeye anasema amewahi labda kumkosea mtu au amewahi kufanya kitu ambacho kimemkwaza mtu bila yeye mwenyewe kujua, lakini anaamini kwamba ataendelea kuimprove kabla siku zinavyozidi kwenda. Sofia. Sofia, maisha na riziki nyumbani na watoto unayaonaje? Ah, tuko poa sana nafurahi yani. Sitamani hata kuondoka, natamani kuondoka. Sawa, kwenye workshop ya leo kuna mada tulikuwa tunadiscuss, labda we umeelewa nini na umejifunza nini kutokana na mada ya leo? Ah, kwa mada ya leo imenifunza vitu vingi, kwanza imenijenga, alafu pili ina inatuonesha kwamba jinsi gani tuishi na mabosi zetu. Tutakavyoishi nao tutakavyoishi nao vizuri, ndio na wenyewe atakavyotuchukulia vizuri. Uwezi kuwa bosi anakurekebisha hivi unakasirika, sio? Nakasirikia nini? Yule ni bosi wako, bosi hanuniwi. Bosi hata akinuna yeye mwezi mzima, yani wanatakiwa uwe namchikia tu, kwa sababu yule ni tajiri Yaani yule ndo anaka kuweka mjini short, kwa hiyo atakiwa kumnunia bosi hata kiku, kiku sawa. Binadamu huwa tuna mapungufu sikatai, ndio imeongelewa hapo, kila na bosi ana ya mapungufu yake, kila mtu ana mapungufu yake. Kwa hiyo bosi anapoenda kinyume mna ya solve tu kawaida, kama wewe unavyoenda kinyume akikurekebisha moja mbili tatu hivi haijakaa sawa, basi ma, maisha yanaendelea. Sasa kwenye upande wa kunyanyasa, labda wewe unaona unyanyasaji kwa wadada wa kazi kwa ujumla, hata kama sio wewe kwa ujumla unauzungumziaje unyanyasaji wa wadada wa wafanyakazi wa kazi za ndani? Unyanyasaji kwanza, sio dili, ehe. Cha pili, unyanyasaji sio so, unamnyanyasa unamnyanyasa binti wa kazi na unakaa naye nyumbani, anawalea watoto wako, anakupikia chakula, yaani unatarajia nini? akiwa na unamnyanyasa afu, unaenda zako kazini, jioni unarudi unakuta chakula. Watu huwa eh, mawazo ni mengi, kila mtu ana fikira zake. Kadi unavyozidi kumtendea mtu ubaya, naye anajenga sumu moyoni mwake, kwa hiyo anaweza akafanyia familia kitu kibaya. Taarifa za habari tunasikia nyingi, matukio mbalimbali mbali. Yani kulingana na jinsi unavyoishi naye vizuri, kwa mfano nichukulie sisi hapa sisi dada yetu tunavyoishi naye na kaka, yani kiujumla familia nzima tuko pisi sana, yani wako pisi sana. Mkikosea nakwambia moja mbili tatu, eh mkava, mfanyeje? Mfanye vizuri, hapa mmekosea, haitaki kufanyika hivi. Sawa na si niwaelewa, lazima tuelewe. Ndo hivyo, tunaendelea kuishi, tunaendelea kusurvive na tunaenjoy maisha. Safi sana, umetisha, imekaa poa sana. Sasa hayo ni maoni baadhi ya wadau wetu ambao wameweza kushiriki na sisi kwenye workshop ya mwezi huu. Unaendeleaje, dada Joy? Mimi naendelea vizuri sisi, tuko poa. Workshop ya leo nimeiona ipo vizuri, ingia kwa mapozi au sio? <laughs> <laughs> okay, sawa. Unyanyasaji wa kazi yani kwa wadada wa kazi zandani, za ndani we unausemeaje, au umejifunza nini kutokana na workshop ya leo? mm, unyanyasaji kwa mi nazungumzia kwamba hicho sio kitendo kizuri kwa sababu unapomnyanyasa dada na akijawa na kinyongo moyoni hawezi kukaa na mtoto wako vizuri. Kwa hiyo ukiondoka, okay, ukienda kazini, unaoyafanya no yote lazima na mtoto wako atayapata. Wewe kama dada wa kazi za ndani unaojiamini superwoman, unadhani kwamba bosi akikunyanyasa au akakutendea kitu ambacho sio kizuri, unaweza ukakilipa kwa mtoto? Hapana, siwezi kukilipa. Kwa nini? Kwa sababu mtoto sio yeye ambaye amefanya hicho kitu, na hata kama ukifanyiwa kitu na mtu hautakiwi kulipiza kwa watoto kwa sababu watoto ni malaika na tunawalea wenyewe, wajui chochote kama hivyo wazazi wao wanavyokuwa wanafanya. Unahisi ni kwa sababu upo Wadada Center kwamba endapo utamdhuru mtoto au utamwataki mtoto tutakupata tu? Au hata ungekuwa huko nje kama huko na Wadada Center pia usingeweza kufanya hivi? Nisingeweza kufanya hivi. Dada Jovita mama Poa. Vipi? Safi. Unaendeleaje? Vizuri. Naona umewaka? <laughs> Kawaida. Kawaida au sio? Aya. Dada Jovita huu ni mwaka na mwezi wa sita au a saba, eh? Yeah, mm, ee, saba. Saba upo kazi. Mwaka una miezi sita au saba upo kazini, kwenye topic ya leo, we unahisi mchango wako kwenye swala zima la unyanyasaji kwa wadada wa kazi za ndani unaliongelea vipi? Kwa kweli kwa sababu mimi si nyanyaswi, lakini natumeni wapo mabosi wanaowanyanyasa wadada ya kazi. Kwa hiyo tunachoomba kwa mabosi zetu wanaotuajiri wawe na upendo, kama unavyompenda mtoto wako, jaribu basi kumwonyesha na yule mtu anayekufanyia kazi upendo, kwa sababu sio kwamba ukimpenda mtoto wa mtu mwingine utapungukiwa kitu. Hapana, unaonyesha upendo maana ndio maana hapa wanasema hivi tuna, tuna hofu ya Mungu. Kwa hiyo ukiwa na hofu ya Mungu, natumaini unaweza kuwa na upendo kwa kila mtu, sio kwa mtoto wako tu, bali kwa kila mtu anayekuja nyumbani kwako. Hivo we pale nyumbani unapokaa, kuna watoto? Hapana, watoto wapo, lakini wameshakua watu wazima. Hakuna anayekunyanya? Hapana, wananiona tu kaa ndugu yao an yani, ishakuwa ndugu yao kabisa. Basi inapendeza sana. Amina. Haya, hapa tutakapoonana tena workshop ijayo au sio? Eh, nitakuwepo. Haya e. Karibu sana Dada Jovita.